Mada yetu ya leo, tunaenda kuona mambo matatu mmeo anakiu kuyaona kwako A, mambo matatu ambayo wewe mke mme wako anatamani kuyaona kwako a wewe mwanamke, nikukumbushe kwamba au nikuibie siri ya kwamba ukiyaishi haya mambo matatu, hakika hautajutia kuwa na ndoa hiyo, hakika utaifurahia ndoa yako siku zote za maisha yako ukiwa na mme wako Aa, na kama wewe ni mwanaume mambo haya uyaoni, mrushie hii video mke wako ajifunze. Sio kujifunza tu, bali aweze kuyaishi, ili ndoa yenu iendelee kuwa ya furaha, amani na upendo siku zote za, za ndoa yenu. Nikukumbushe kwamba kama wewe ni mara yako kwa ya kwanza kuungana nasi kwenye chaneli hii pendwa, unaweza ukasubscribe kisha ukabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kabisa kuyapokea mafundisho yetu tunayotuma hapa mara kwa mara. Twende moja kwa moja, mambo matatu mmeo anakiu kuyaona kwako ku. Jambo la kwanza ni unyenyekevu. Jamani, ewe mwanamke, ngoja nikupe siri, hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mke mnyenyekevu, hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu. Unyenyekevu ni zaidi ya nidhamu, unyenyekevu unatakiwa kumnyenyekea na kukubali wa yeye ni mkuu wa nyumba. Unajua wanawake wengi tunakosea hapo, unapo unapotaka kuonekana kwamba wewe ndo mkubwa kwenye nyumba uh, ili hali ukisahau kwamba jamani, mkuu wa nyumba yupo uh, yeye ni mme wako. Kubali kwamba yeye ni mme wako, sio mme tu, bali baba wa watoto wako uh, yeye ni kiongozi wa nyumba yako, ukampa nafasi yake unampa nafasi labda ya kumsapoti kwenye mambo yake anayoyafanya. Sio kwamba hana mapungufu hapana, kila mmoja ana mapungufu, lakini anakiu kuona jambo hilo, anakiu kuona ukimnyenyekea, anakiu kuona ukimsapoti ukim kwenye baadhi ya mambo yake, ukisapoti vision zake, anakiu kuona uh, una, una mtii anavyokuelekeza. Jirinde usishindane naye. Hapa huwa wengi tunafeli, unakuta mwanamke anashindana na mwanaume. Kumbuka, siku zote ukishindana na mwanaume, hakika hiyo haitakuwa familia tena, bali itakuwa ni familia ya makelele, familia ya magomvi. Jilinde usishindane naye, jilinde usishindane na mme wako. hmm? Usipindishe kila hoja yake Ha? Usilazimishe matakwa yake yafanyike, tu mshirikishe kwa kila jambo. Anakiu kuyaona, anakiu kuona ukinyenyekea, anakiu kuona unyenyekevu wako. Jamani, narudia kukuambia kwamba kuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu, na ni siri kubwa sana kwamba wanaume wanatamani kuona wakinyenyekewa. Yaani kila mwanaume anatamani tamani, yaani ni haja yake kubwa sana kuona mwanamke akimnyenyekea, kuona mwanamke akimsikiliza aki, na jambo la pili ni huduma. Wanaume wameumbwa hivi Anaenda analeta vitu, labda ameenda akaemea matunda ameemea, labda matunda ameleta, yeye tu anataka tu aone ukimhudumia, mhudumie tu. Labda ameleta chakula, ameleta matunda, labda ameleta nguo, hata amenunua nguo zake, nguo zake amezileta, lakini yeye ajui kujihudumia. Yani furaha yake ni aone tu umezianda nguo zake, umezipanga umezinyoosha, umwekee hapo. Wakati mwingine hata umvalishi. Yani ndo, ndo furaha ya wanaume. Kati ya vitu vinalainisha moyo wa mwanaume ni huduma ha? Just service. Ha? Service. Yani kati ya vitu ambavyo huwa vinalainisha ha? vitu vidogo vidogo kama hivi huduma ha? kama kuna kitu anakitamani kwenye service, just save him kama ukisha msomo kwamba jamani huyu anapenda hivi na hivi. Just save him. Save him as you can. Mtumie kutokana na kiu yake. Muhudumie kutokana na kiu yake. Anatamani nini? My dear, save your husband. Usiache kumsevu. Usiache kumhudumia kila kitu labda kila kitu kama wacha dada kazi. Unakuwa unapoteza a, uaminifu wako a, na, waminifu wako kwa mme wako a, wanaume wameumbwa hivyo, wanahitaji wahudumiwe. Kwa hiyo kama unaweza just save your husband. Ukisha ukisha lijua ukishalijua hilo, ni kitu kidogo sana, unamlainisha mme wako na anakuwa vizuri sana ah. Na jambo la tatu ni staha Jambo la tatu ni staha. Ah, nikukumbushe kwamba jamani, najua kwamba sisi wanawake tumejaliwa kuongea, lakini mwanaume ana kiu sana kuona maneno na matendo yako yawe yakiwa na staha. Ana kiu sana kuona ukiwa na staha kwenye kila jambo, ukiwa na staha wakati wa kuongea naye, uh, ukiwa na staha wakati unaongea na, na ndugu zake, ukiwa na staha ukiwa unaongea na wazazi wake Sio wazazi wake tu, hata wazazi wako. Ah, mwanaume anapenda sana maneno na matendo yako yawe ya staha, yawe na staha ha? nani awe rafiki, eh? Rafiki, rafiki yako nani awe ya rafiki, uchague kwamba nani awe rafiki yako, nani asiwe rafiki yako wapi umeketi na wapi usiketi. Wakati mwingine unaangalia huyu mwanamke kwamba ni, ni mazungumzo gani unaenda kuyazungumza na mimi wako na kipi, ni kitu gani unatakiwa kuongea au ni kitu gani unatakiwa kuongea. Ndio wanaume wana kiu ya kuona kitu kama hicho. Ana, ana kitu cha kulaumu labda, una kitu ni nini unatakiwa kulaumu n ambacho utakii ukilaumu unataka kufikisha ujumbe, unatakiwa kujua kwamba unaofikishaje ujumbe. Je, huo ujumbe unaotaka kuusendi au kuosema hautarida madhara kwao? Muda mwingine tunasema hekima inatakiwa ikuongoze, inatakiwa uwe na staha. Mwanaume anataka kuona staha kwenye maneno yako, kwenye mazungumzo yako, kwenye matendo yako, staha. Staha ni kila kitu, mme wako anatamani kuona kuona staha. Usitamani kufanya makosa ambayo yamemfanya au yatamfanya, uh, mme wako ajifil uh, vibaya. Hakikisha unakuwa na staha, hakikisha ha? unakuwa na staha kabisa. Natumai kwamba uh, mme wako anatamani uh, kuyaona. Usitamani kufanya makosa ambayo yamefanywa na dada uh, na dada yako au mama yako ambayo anayajutia, just jifunze uh, jifunze jifunze. Unajua labda dada yako aliwahi kufanya makosa, sasa hivi anajutia, usitamani hayo makosa uyafanye wewe bali uyaboreshe Jua kwamba mwanaume wako anapenda nini. Aa, lakini pia uweke mpaka wakati wa kuongea, kwa sababu mimi najua wanawake tumejaliwa sana kuongea, tumejaliwa sana kuwa na maneno mengi, lakini weka mpaka unapokuwa unaongea na, na mwanaume ujue kwamba unaongea nini na muda gani na unaongea naye kuhusiana nini. Aa, tumia staha kwenye kuzungumza, staha kwenye maneno, staha kwenye matendo, hakika utaifurahia ndoa a, ndoa yako utaifurahia, hautajutia kuwa na ndoa a. Ni matumaini yangu kwamba umejifunza kitu, niendelee kukumbusha kwamba kama umependa video unaweza ukalike, lakini pia uka comment a, tukutane kipindi kijacho, karibu sana.